Lakini kwa upande wa mkoa wetu wa Songwe tumeweza kupunguza kiwango cha udumavu kutoka asilimia 43 mpaka asilimia 31.9 mwaka ishirini na ishirini na mbili. Asilimia 43.3 ilikuwa ni mwaka 2018. Kufikia mwaka 2022 kiwango cha udumavu ikafikia asilimia 31.9 lakini matokeo haya siyo ya kujivunia, bado tuna safari ndefu sana sababu hii asilimia 31.9, manake bado tunao watoto wengi sana katika mkoa wetu wa Songwe ambao bado wanakabiliwa na changamoto ya udumavu pamoja na masuala mengine ya changamoto za, za lishi. Tukiwa na watoto wengi wenye changamoto ya udumavu, tafsiri yake manake, tunatengeneza kizazi ambacho hakitakuwa na uwezo wa kuweza kukabiliana na changamoto ambazo zinakabili zinakabili taifa. Hata sisi katika jamii tunapotokea, unaweza ukaona kuna watoto wengine wanafanya vizuri sana darasani, wana uwezo mkubwa, mwalimu akifundisha kidogo mtoto ameelewa, lakini kuna wengine mwalimu hata akafundisha masaa sita, mwalimu ataondoka darasani, lakini mtoto bado hajaelewa nini ambacho kinachofundishwa huko. Nyumbani mtoto wako unamtuma akakuchukulie kisu, anatoka na bakuli uelewa wake maanake ni wa mdogo mno mpaka aje kukuelewa inachukua muda ajenda ya lishe ni ajenda ambayo ya kipaumbele kwa rais wetu wa jamhuri ya muungano wa tanzania aliamua kuchukua hatua za maksudi za kusimamia swala zima la utekelezaji wa afua za lishe na akaamua kwa maksudi kuweza kuingia mikataba na wakuu wa mikoa lengo la kuweza kuingia mikataba maanake ni kuonesha commitment ya hali ya juu katika utekelezaji wa swala zima la afua za lishe, ili kuweza kukabiliana na changamoto zinazotokana na lishe, na hii yote ni kwa sababu swala la lishe ndiyo msingi wa kuweza kujenga kizazi chenye chenye afya bora.